Karibu tena. Serikali pamoja na tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi sasa inasema inapanga kuanzisha msako wa kitaifa kuhusu vyeti bandia vya masomo. Msako huo utashirikisha idara mbalimbali za uchunguzi na kuwalenga wafanyakazi wa serikali na hata sekta binafsi. Mkuu wa utumishi wa umma akikiri kuwa ofisi za umma zinaongoza kwa wafanyakazi wenye vyeti bandia, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Tume ya EACC sasa inasema idadi ya wafanyikazi walioajiriwa kutumia vyeti bandia imefika kiwango cha kutisha, tume hiyo ikiendelea kuchunguza mamia ya kesi na wahusika kufuatiliwa kurejesha mishahara isiyo halali waliolipwa, hatua ambayo imewalazimu kuomba msaada wa serikali kuu na wadau zaidi shillings. EACC inasema imeshangazwa na idadi kubwa ya wasomi feki wanaoshikilia afisi za umma na mashirika yasiyo ya, ya serikali. Idara ya mahakama pia imetajwa kufeli katika vita dhidi ya vyeti bandia kwa kutochukulia uzito kosa hilo. Let us not tolerate men and women, boys and girls who have given themselves to shortcuts in whichever field. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei akithibitisha kuwa tathmini inaonyesha ofisi za umma zinaongoza kwa vyeti bandia kwa asilimia 70, zikifuatwa na wahadhiri wa vyuo vikuu the public to very dangerous people in offices. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi. <laughs>